Aye, leo naenda kujibu swali moja wapo ambalo niliulizwa na, na mtu alikuwa anataka kujua kuhusiana na bei za kamera. Sasa hapa naenda kujibu kama ifuatavyo. Iko hivi kuna kamera za aina tofauti tofauti inategemea na matumizi yako wewe na unatoka uanzie wapi kuna kamera ambazo kamera pekee yake unaweza kupata hadi milioni tano milioni kumi. Lakini sasa hapa tukiangalia kwenye kipato cha Watanzania wengi ambao tupo sasa tunaweza kuafford hizi kamera ambazo za chini chini. Sasa nataka nikutajie kamera nzuri ambazo ni bei ndogo na zina uwezo mkubwa. Kwa mfano, kamera ya kwanza ambayo ni bei ndogo na uwezo mkubwa ni Canon 5D Mark II ambayo hii aa, ukipata kwa mtu yani, kama mtu ameshaitumia unaweza ukaipata kwa laki nane na hamsini. Unaweza ukaipata kwa laki nane, kama mnajuana huyu mtu ana shida unaweza ukapata hata kwa laki saba. Laki. Lakini kama ukitaka ukaichukue dukani yani ii kutoka mbele ambao hiyo tuseme, unaweza ukaipata kwa shilingi milioni moja, laki moja na hamsini au milioni moja na laki tano hivyo, inategemeana na condition ya ya kifaa husika. Ukija kwenye kamera ya pili na bei yake, ni Canon 60D. Hii haipishani sana na 5D, lakini hii unaweza ukaipata hata kwa laki sita ikiwa used kabisa dukani, at laki sita ikiwa dukani least inapanda panda hadi laki tisa na hamsini, ile ikiwa kwa mtu unaweza ukapata hadi kwa laki sita. Hiyo ndio bei ya kamera namba mbili ambayo unaweza ukaiafodi kwa kwa kwa, kwa kujichanga kufanya nini, kama hata kama una kipato kidogo kiasi gani, unaweza kuambia ndugu au jamaa na marafiki waka wakaweza kuchangia kwayo. Hiyo ndo, hizo ndo bei za vifaa asasa. Hivi vifaa vya vya asasa kamera, nikizungumzia kamera